Mwanafamilia wa Robi Media bila shaka uko poa na uko godi kabisa. Niko hapa uh, kukutakia heri ya mwaka mpya baada ya kusherehekea Christmas. Sasa tunaitafuta mwaka mpya na usiku wa leo majira ya saa sita basi ndio kwanza tunaipokea 2026 na maanisha ya elfu mbili na ishirini na sita. Kuna vitu vingi vitakuja hapa Robi Media hususan vipindi vipya, ubora za kila siku. Baada ya kusuasua kwa kipindi kirefu mno, sasa rasmi Roby Media tunakuja na vibe ikumbuke. Kuhusu swala la application website, tayari nimeshavifanyia kazi website, tale iko active. Website ya www.robymedia.com inafanya kazi vyema kabisa, unaweza kuisearch kwenye blog yako yeyote ile na ukaenda kanufaika. contact zetu kama kawaida lakini, kuhusiana na application ya Roby Media rasmi kabisa, tarehe kumi mwezi Januari, anamaanisha mwezi wa kwanza huu 2026, tutaiachia, itapatikana Play Store na App Store. Yes, application hii itakuwa na vitu vingi vingi sana, bila kusahau content za Roby Media comedy, michezo, uchambuzi wa kina na mambo mengine kadha wa kadha. Langu jina ni Robert Andreas, wengi wanapenda kuniita Roby King au Roby wa Roby Media Asante, fuatilia Roby Media na vile vile unaweza kufuatilia peji zetu Facebook, Instagram, TikTok uh, Thread, Link na zingine zingine zote ambazo unazifaham, tunazotumia Tanzania na nje mpaka Tanzania wanazotumia. Basi kote, Roby Media ni all in one, kote tunapatikana, unaweza ukatuforo. Na sehemu za kusubscribe, basi utasubscribe, na sehemu za kujisajili, basi utajirejista. Usikae mbali na Roby Media. Uski kinyonge tunakufikia wewe popote ulipo. Langu jina kwa kuwakumbusha tu, mimi ni Robert Andres mkurugenzi na founder na founder owner wa Roby Media chao.